Sakata la Didi bado linaendelea, ikiwa bado tu ikiwa katika swala zima la uchunguzi, lakini pia hukumu yake. Kumbuka mpaka sasa hivi bado haijatoka la, lakini mnamo mwaka jana mwishoni mwishoni pia ilikwisha kusema kwamba mwezi wa tano mwaka huu ndipo hukumu yake itaweza kutoka. Lakini sasa majadiliano majadiliano yamekuwa yakiendelea siku mara baada ya siku. Sasa majadiliano kati ya kesi ya Didi yameweza kuanza rasmi siku ya jana, siku ya Jumatatu, majaji ambao waliweza kurudi mahakamani na kuweza kupokea maelezo ya kisheria kutoka kwa jaji wa shirikisho anayefahamika kwa jina la Arun

Jopo la majaji pia linalojumuisha wanaume, eh, wanaume nane na wanawake wanne waliweza kupitia ushahidi uliotolewa kwa kipindi cha wiki saba, eh, kuhusiana na mashtaka dhidi ya kesi ya Diddy. Kesi ya Diddy pia ikumbuka kwamba ni masuala mazima ya unyanyasaji wa kingono, lakini pia kuweza kufanyia watu vitendo ambavyo havistahili katika eh, jamii yetu hii ya kawaida. Sasa kama ilivyoweza kuripotiwa hapo awali kwamba Diddy amekana mashtaka ya shirikisho la njama za kuweza kufanya uhalifu, yani inafahamika kwa jina la eh, racketeering conspir conspiracy makosa mawili ya usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya ngono na makosa mawili ya usafirishaji kwa nia ya kufanya ukahaba. Wiki iliyopita pia upande wa mashtaka wa, wa, wa utetezi waliweza kutoa hoja zao za mwisho kuhusiana na e, kesi hiyo. Sasa kesi hii pia inakuwa inaendelea je au iko katika namna gani? Sasa mnamo siku ya jana tarehe 30 ya mwezi wa sita mwaka 2025, baada ya mapendekezo ya mwisho ya mawakili huku e, kulikuwa hakuna hukumu ambayo iliweza kutolewa siku ya ya jana mara baada ya yale majadiliano kuweza kuendelea na vitu kama hivyo vikawa vimeenda kinoma noma. Sasa wakati wa siku yao pia ya kwanza ya majadiliano e, waliweza kumtaja Junior namba namba 25 ambaye hajapata lakini pia anaweza kutafuta maelezo ya kisheria vizuri, lakini pia judge Arun amewataka kuweza kuendelea kwa mujibu wa sheria zile ambazo zinakuwa zinawataka wao. Sasa majuri pia walihitaji ufafanuzi juu ya kipengele cha usambazaji wa madawa ya kulevya katika mashtaka ya kwake Didi ambao pia yameonekana kama yakimfuatilia, lakini pia yakimkabili bana Didi. Kesi ksi imeweza kuingia siku ya pili siku hii ya leo, majadiliano ya wiki hii ni baada ya ya masaa zaidi ya matatu ambao pia majadiliano hayo yaliweza kuweza kutamatika au kuweza kutumika kutokana na kesi hii ambayo imekuwa ikimkabili bana Didi. Sasa yapi yataweza kuamuliwa, kwamba kutakuwa kuna nini kuhusiana na kesi hii? Endelea kutufuatilia sisi kama sawasawa sawa, digito kwa kuweza kucomment hapo, bila kusahau kulike kushare, utakuwa umefanya poa zaidi.